Barabara, Mama Samia Cup, Kigamboni mji mwema, na mimi nimo, nimekuja yani kijiwe leo kipo kwa Mama Samia Cup, Kigamboni. Lakini mimi kama kawaida yangu siongei na watu wa staarabu, mi naongea na wauni masera, na siku zote kwenye mpira ukiweza kuona masera wamekaa wapi, mara nyingi masera wanakaa nyuma nyuma hivi kwenye ukuta n yani kama vile darasani vile wanakaa backbench ndo wauni huku mbele wasomi wasomi wale. Yani, umeona wale wale wauni, umeona wale wauni wale. Basi mimi wao ndio watu wangu wale. Wastarabu kama wao wamekaa hapa mimi ni wa nini hao? Eh, naenda kwa wauni, eh sababu wauni umeona wale, wale, wale, wale masera, wale, ndio watu wa mpira usanifahamu bwana. Mimi watu wa wastarabu, wastarabu mtu ukimpa maiki anaongea kiheshima nifate Ebana sema toka mwanzo pale bana, mimi siongei na wastaarabu. Mimi mwenyewe nimenyongorota naongea eh, na ndo, watu wananyongorota ndo, ndo sisi hapa huku eh, hakuna wema mm -hmm. mambo vipi? Haya mashindano kwanza, kwa nini anafanyika Kigamboni, mama Samia kapa? Yanafanyika Kigamboni, naona ni sehemu husika ambayo wameichagua wenyewe kufanya mashindano haya. Hmm, hmm, ndio maana ameamua ku, kufanyika Kigamboni, kama kiongozi wetu mama Samia ameamua kuwa naye pamoja vijana, kama unavyotuona wanakuita, wanakuita alwata ni kibibi cha mtalimbo. Hamna kawaida hilo jina tu eh, ambalo vijana wenzangu wananiita sababu, kwa sababu sinajua na si watu wa zamani kidogo hii ndo Kigamboni, kama kawaida maeneo ya fukweni, fresh kama kawaida, kazi nyingi... Kwa wazungu nyingi, wazungu wapo wa kutosha kabisa, lugha kibao. Kama zote uchemke wewe tu bwana. Wapi? hapo hapo chama langu hapo leo waenga lakini chama lako kabisa, chama lako kabisa ila bado ya Kibaoni FC bado fixture yake hapa sijaipata vizuri, lakini ipo hapa, nayo timu yangu. Unazungumziaje mashindano ya Mama Samia sasa hivi, washikaji? Mmekaa, mmetulia, mmepumzika hapa, mna relax, mnaangalia ya game. Yaani, una neno lolote la kusema kuhusu waandaji wa haya mashindano? Kwa kweli mashindano mazuri, yana changamoto zake, kama mambo tu yani ya kawaida kawaida, lakini mashindano mazuri, na nadhani vijana wanafanya vizuri kama hivi jinsi tunavyoona hapa, mechi nzuri zinachangamsha na watu kama hivi, unaona watu wamejaa wengi. Kwa hiyo ni fursa kubwa, ni kwa vijana pia vilevile kuonyesha vipaji vyao katika michezo kama hii ambayo ipo ndani ya wilaya ya Kijamboni. Kwa mfano wewe ukipewa ofa kwenye TV kama hivi, unaambiwa taja jambo lolote, mama aweze kutoa msaada katika wilaya ya huku Kigamboni, kwenye upande wa michezo utaomba nini? Mimi nitakachoomba kwa wilaya ya Kigamboni atufanyie labda kikubwa kabisa, tuwe na uwanja mkubwa huku ndani ya wilaya ya Kigamboni. Hapo umemaliza eh? Nimekwambia huko mwandishi wa habari mjinga mjinga, huko kufika uwezi, manake nikiangalia kushoto kwangu huko, hata mimi mwenyewe kwenda naogopa. E bana, wauni barida bwana, amani bwana, mm, unapenda niende? <laughs> E, wauni wanikata bana, wanangu e, mimi sikuzoa wanangu, wauni Mi watu wasarabu, wasarabu na hivi, mi siwapendagi mimi. Napenda watu kama hivi bana. Hili benchi la timu gani? Wahenga Fc. Benchi la? Wahenga Fc. Wahenga Fc. Hii mechi ya ngapi tunacheza? ya kwanza, mechi ya kwanza. Mpaka sasa hivi matokeo, tunaongoza moja bila. Hii mechi sisi hatujaroga, tumekuja hivi hivi kucheza. Namuuliza ustadhi, sawa, hamna shida Ah. Ah. <laughs> fahuu, ni kweli mmetoka tu nyumbani mmekuja kwenye mechi au kuna dua kidogo? Sisi waenga huwa vitu vyote tunamshirikisha Mungu mbele. Amen. Hakuna kitu chochote kilichofanyika zaidi ya kumwachia Mungu mbele, kumweka Mungu mbele hakuna ushirikina wote, hakuna jambo lote lolofanyika. E. E, na tunaongoza mpaka sasa hivi, kipindi cha kwanza tunaongoza goli moja. Bismillah, tuendeni tukacheze mpira. unaona vijana wanacheza mpira. Maneno si atupi, haya hatukufanya sisi chochote, bwana Baraka tunaongozwa tujafungwa, kuna kuongozwa kitu kimoja. Mmeroga mjaroga. Yaani mmefanya mmefana ushirikina mjafanya. Sisi tunamwamini no sana Mungu. Wale kule wanamwamini Mwishib... Mungu. Kwa hiyo timu zote za hapa leo mmetoka tu tukam... Mwenyezi Mungu lakini hatujaroga, kuna dua na kuroga. Sisi tumemwomba Mwenyezi Mungu hatujaroga. Mungu tumemwomba, Mungu, Mungu. Mungu tumemwomba Kusema kwa Mungu tumemwomba na tunaamini atatusaidia. Mm. Keko Keko, sio Kigamboni. Keko kule kwa dogo zake Ubatani hao. Ubatani, Keko Machungwa. Ukisikia Ubatani, wadogo zao ndo hao. Unawezi kule? Hamna wezi sasa hivi. Sehemu salama kabisa. Sasa hivi kule mm. <laughs> Amani mzee. Hata <laughs> eh? Usiku unakuja sasa hivi, amani imetawala. Wameenda wapi wale? Wameenda jela. Ah, hapana, hawajaenda jela. Wapo tuna mishemishe zao lakini michongo sasa hivi fresh kabisa. Mwizi anaacha. Eh ah, mwizi aache anapumzika. Eh, goli kule mzee wewe. E, eh bana, nimeuliza benchi ile nimeuliza. Wamesema hawajaroga. Benchi ile nalo hawajaroga. Kwa hiyo hii mechi hapa hamna hata mtu aloroga, hamna mshirikina. Waganga wanakosa hela. Tena kwa sababu upo ndugu yangu ntaanzisha ugomvi makusudi, mm. Nilijijua niko peke yangu makartowakeko, mm. Wengi wana kupiga, wengi wana toa mifukoni. Moja kati ya vitu ambavyo kwengine mnaanza mkafikiria kwamba hivyo vitu havipo, lakini bado e, vipo. Hili ni dumu la maji, na ukiangalia haya maji Nimekuja kununua maji pale. Unaja kununua maji dada, kalembea hivi maji kama, kama nilivyokuja mwanzo. Sasa dada, naomba maji maji, nikaambiwa ya kudownload. Maji ya kudownload nilivyokuwa nashangaa kudownload, akajua kabisa huyu hajanielewa akaongea lugha nyingine. Nikakwambia Mchina yo hana chemical. <laughs> We unalo? Yaani eh? mimi na ujanja wangu wote nilistaki, nili, nili, kidogo akanambia Mchina huyo no chemical umo mm. Lakini kidogo nimekuonjesha tu mambo ya kwetu ku uswahilini. Uswahilini tuna maisha yetu uswahilini, tuna raha zetu uswahilini, uwe na hela usiwe na hela, raha unazo tofauti na wao, mpaka wawe na hela wanakuwa na raha. Sisi huku hatuna hela na, na hela, ya, tuna enjoy na hatujai kuwa na hela tuna enjoy, na wao wanatamani tuishi kama. Tena unaenjoy kwa mia mbili tu? Una enjoy? kwa mia mbili tu. Lita moja mia mbili lita moja na nusu mia tatu kwao. Inashuka baridi hapa kunaitwa Mji Mwema. Mimi nakuja tu kibiashara. Mi somo beto bwana, mi mnyama, mi Simba, muogo matiango karanga beche, muogo. Muogo matiango karanga beche. Shuli pevu kesi kwa mamko. Yaani jana shuguli naiona no timu, baada ya kupanga timu Siliwaya, wamepanga timu Balabelwa, mwishoni wanaika kitu bala. Shuli pevu ndio anakuja kushinda goli moja, mimi nikashangaa jama, wale jamaa wale kupiga piga shuli pevu kwa mamke Mbona wamepangwa mshoni? Kipa namba tatu ndo amepangwa. Eh. Ye wale wengine walikupa wako wapi? Tumeangalia juu jukwaa wote tumeona hapo pale lakini hamna alopangwa. Watu wakasema huu muungula. Kesi kwa mama mkwe baladelwa. Eh, watu wakasema hamna kazi. Sasa tunamsubiri mwanamume kesho. Kwa <coughs> kwa kwa kwa kwa na mheshimiwa diwani, Mwenyezi Mungu ambariki sana kwa kuonyesha juhudi hizi na kupigania vijana wao. Leo tuko katika Samia Cup, kwa hiyo shukrani kubwa na usalama mpaka kufukaza. Leo tunakuja kufungua kombe rasmi na Mwenyezi Mungu akipenda, ligi hii sio ya kuona kipolepole, ligi hii sio ya wauni, ligi hii sio ya kubeshaji. Hii ligi imeanzishwa changamoto kwa vijana, tuna uongozi wote unatusimamia sisi na utakuongoza ili vijana tuachte mambo ya ulumi mambo ya monaishaji, tufanye jambo la kitaifa. Kwa hiyo imeanzishwa club, kijua kabisa mashindano yanaanza na yatakwenda, yatafikia wakati tutapata bingwa wa mashindano haya, kisha atapata zawadi yake bila usumbufu wote. Mambo vipi? Poa, inakuwaje? Safi kabisa. Jina lako nani? Mimi naitwa Beauty. Nani? Black Beauty. Black Beauty. Black Beauty kwa Kiswahili maana yake ni? Mweusi mzuri. Ah, Black Beauty. Mweusi mzuri. Ndio Kiswahili chake. Eh. Wewe Yanga si? Mimi ni Yanga. Kwa nini Yanga? Naipenda Yanga. Kweli? Kabisa. Yaani naipenda Yanga. Hebu kwanza nitajie mchezaji mmoja wa Yanga Ensamboi kuliko wenzake wote mchezaji mwenye sura nzuri mwenye mwonekano wa kiume kuliko mchezaji mwingine yoyote wa Yanga, nitajie mmoja. Dickson Jobu. Jobu eh. Jobu yangu Jobu. Jobu. Jobu namba ya simu nafikiri unayo eh tuwasiliane kwa hiyo Jobu ndio Ensamboi. eh yaani kabisa. si unajua mfupi ule lakini, bonge la Ensamboi <laughs> Wewe mama nani? Mimi naitwa Mama Kevin au Mama Ana. Mama Kevin au? Mama Ana. Mama Ana. Ndio. Wa wapi? Naishi Mbezi kwa Mbezi kwa Msuguri. Ndio. Mitano tena. Kwa mitano tena. Samia Kapu. Ehe, tuko uwanjani. E bana niko Makunduchi. Sio, sio, sio Unguja. Kigamboni. Maana watu wengi mkisikia Makunduchi mnafikiria hapa. Unguja, hapana. Makunduchi hii ipo Kigamboni. Huyu ndo mchezaji pekee Tanzania aliyevunja rekodi toka mwaka 99. Rekodi gani? Mimi sitaki kusema, anaisema yeye, manake watu nyinyi. Oh, oh, oh, mbona nani anaisema yeye eh, rekodi ya magoli unaovunja wewe kwenye nchi hii, mpaka sasa hakuna mtu aliyefikia hiyo rekodi. Ni rekodi gani? E, mimi nashukuru kwanza kukutana na ndugu yangu hapa. Hmm, mimi ni mfungaji bora e, wa ligi kuu ya Tanzania tangia mwaka 99 mpaka leo, hamna mtu ambaye amevunja rekodi yangu, na niki, nilikuwa nimefunga goli 26, mpaka leo nimezishikilia, na vijana wanajitahidi wanataka kuja kuvunja, lakini wanaishia 23, 24, 25, 26, bado hamna mtu aliofikia. Kwa hiyo hilo mimi nalishukuru rekodi yangu bado imebaki, na bado na historia katika mpira wa Tanzania. Tena kipindi hiko goli 26, nafikisha, wewe, sio ukivutwa jezi tu filimbi inapigwa, a, unakula mpaka buti <laughs> eh? Lakini refa, refa anaacha, refa anaacha eh, kwa hiyo maana kufunga magoli katika wakati mgumu. Yaani kwanza katika haya magoli ambayo nimeafunga amna hata la penati hata moja, magoli yote kwenye dakika tisini eh, ya miguu na vichwa. Lakini penati mimi sijawahi, sijawai kupiga hata mwaka mmoja, kwenye mechi ya Yanga na Simba. umecheza um dabi nyingi sana eh, lakini kwenye ubongo wako lazima kuna dabi moja ya Yanga na Simba mpaka leo bado ipo kichwani kwako, ni dabi gani? Eh, mi nakumbuka dabi ya mwaka 98 kwa sababu wachezaji wetu baadhi ya key player wa ile timu ya Yanga walikuwa wamesafiri eh? Kuna Salvatore Edward alikuwa ameenda Uturuki, kuna Idi Moshi, kuna Akida Makunda na yeye walikuwa arabuni, kwa hiyo timu yani ilikuwa imepanguka kidogo, na wanachama au wapenzi wakawa ile timu hawaiamini, lakini kikubwa tulichokifanya sisi, watu walitulia, tulikaa kambini na mwalimu wetu Shungu tukafanya mazoezi mazuri tena, maz... kambi yenyewe ilikuwa Kigamboni hapa mm, eh? kwa kweli tuliingia uwanjani watu wakawa amini kabisa kama sisi tunaweza tukapata ushindi kwenye ile mechi lakini mechi ile pale, mimi siwezi kuisahau kwa sababu nilipiga chenga kama wachezaji watano mabeki wa Simba. Na golini alikuwa Chinga boy. Yeah. Golini alikuwa Mohamed Mwameja. Na Mwameja tena nikampiga chenga. Masatu akaenda kukaa kwenye goli pale. Sasa yeye alifikiria mimi nitapiga shuti, lakini kwa sababu nilikuwa one against one nikamfinya na yeye, nika, na e, nikapressi pale, kwa hiyo ile goli siwezi kulisahau wasee katika maisha yangu ya yes, soka Asante sana. Oh, <laughs> <laughs> mwanangu huyu bwana Shingamoi bwana aliko hatari ana mbio hatari. Yani e, huu ufupi anakuwa nao na heda anapiga ujue. Yani e, usijue mrefu huyu apigi heda anapiga heda kweli kweli. Muogo e asante sana, e <laughs> matango karanga mbichi muogo, matango karanga mbichi Mwogo, matango, kabichi. Leo tumeishia hapa, lakini nitaendelea kukupa matokeo ya hapa ya nusu fainali robo fainali, nusu fainali na fainali kwa leo. Kijiwe kimeishia hapa, burudani za uswazi, burudani za uswahilini. Yaani siku zote watu wa uswahilini nimekwambiaje, hawana pesa lakini wana enjoy. Sometimes we mwenye pesa unatamani kuishi wanavyoishi maskini. Kwa hiyo kila mtu ana raha zake, jamaa la bastodi.